Mafanikio yaliyopatikana ndani ya siku mia moja ni kama yafuatayo: Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum tayari imesajili jumla ya wafanyabiashara ndogondogo laki moja kumi na tisa mia tano tisini na tano katika mfumo wa usimamizi na usajili wa wafanyabiashara ndogo ndogo uliotaja hapo awali, ili waweze kunufaika na fursa za kiuchumi, ambapo wanawake ni 173,341 na, na wanaume ni 46,254. Katika usajili huu machinga ni laki moja na 3,102, mama na baba lishe ni 12384 na waendesha boda boda na bajaji ni 4,109. Ni hapa niseme makundi haya niliyoyataja na mengine mnakaribishwa sana kuchangamka kuja kufanya usajili kwenye mifumo hii kwa ajili ya kuzifahamu na kuzipitia fursa zinazowahusu vi katika kipindi hiki cha siku mia moja za uongozi wa Dr Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umeupiga mwingi maana yake kwenye makundi haya ili tuyawezeshe. Jamani, tumeshapokea bilioni kumi na nukta tano makofi kidogo hapa mpilika. Na hii ni kwa ajili ya kutoa mikopo yenye masharti nafuu na riba ya asilimia saba kwa mwaka kwa wafanyabiashara ndogo ndogo, ambapo tayari jumla ya shilingi bilioni moja milioni mia tatu hamsini na moja laki sita sitini zimetolewa kwa wafanyabiashara 588 kupitia mfumo wa benki ya NMB, na zoezi la utoaji mikopo linaendelea nchini. Ewe mfanyabiashara ndogo ndogo uliyetajwa kwenye makundi haya changamka uweze kuzifikia fursa hii, mambo ni moto sana. Serikali ya awamu ya sita, kipindi chake cha pili, inaendelea kupiga mwingi kukuwezesha wewe uweze kufanikiwa kwenye ndoto zako za ujasiriamali na ufanyaji biashara ndogondogo.